CCM oyee! Waliotangulia kuzungumza hapa wamesema chama katika wilaya zetu mbili kiko salama, kiko hai, kiko na nguvu. CCM oyee! Kwa hakika nikitizama ukumbi huu umejaa hapa chini na umejaa kule juu. Kwa hakika kusingekuwa na uthibitisho mwingine zaidi ya jinsi ambavyo mmefurika kuja katika mkutano wetu wa leo. Tunakushukuruni sana. Tumefurahi sana pia kupata nasaha, kupata maoni kupitia kwa viongozi wetu wa mashina kutoka kila wilaya kwa wilaya zetu mbili ambazo leo ziko hapa wilaya zetu zote, lakini wao wamekuwakilisheni ninyi nyote katika kutoa yale ambayo yataimarisha chama chetu. Tunawashukuru sana sana. Tumeambiwa hapa swala la vitambulisho na bima ya afya. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi ni chama shirikishi, ni chama ambacho kinasikiliza baada ya kupata maoni haya, tutakaa na viongozi wenzetu wengine wote tuone ni kwa namna gani tunaweza tukashughulikia mambo haya. Tumeombwa pia, na ni wajibu wetu sisi, tunakutambueni sana viongozi wetu, lakini mmeomba kutambuliwa kwa vitambulisho na mmeombwa kuthaminiwa. Kwa hakika thamani yetu kwenu ni kubwa sana. Kama haikuwa hivyo labda ziara hii tusingeianzia hapa, lakini hakuna ambaye hatoki kwenye shina. Kati yetu sisi sote, hakuna ambaye hatoki kwenye shina, kwa hiyo thamani yetu kwa mashina ni kubwa. Tumezungumziwa pia swala la uwezeshaji kielimu, na ikiwezekana tuwe na semina. Hilo ni jambo zuri, ni jambo la msingi. Kama Chama cha Mapinduzi kinabebwa na mashina basi mashina ni sehemu sahihi ya kuwekeza kwa elimu, kwa uwezeshaji, kwa semina na kwa kila namna, ili ule umadhubuti utoke chini kupanda juu. CCM oyee! CCM oyee! vile vile, tumeambiwa jambo ambalo kwa hakika ni la kulifikiri kwa kina, na hili ni swala la ukubwa wa mashina. Mashina yetu ni makubwa sana kama ilivyosemwa hapa. Ninajua kwamba siku za nyuma kulizungumzwa swala la kupunguza, kwa hiyo sasa hivi itabidi turudi, tutizame, tushauriane, tuone ni ukubwa gani wa shina utakuwa na tija na utaleta matokeo ambayo yatakuwa na ufanisi katika kuendesha mashina yetu katika kuhakikisha mashina yanatumia nguvu zake kuongoza kwenye ngazi hiyo na kuwahudumia walioko katika mashina wawe wana CCM au sio wana CCM. Tanzania oye oh yeah. Tanzania oye oh yeah. Uhai wa CCM unatokana na uhai wa mashina na sote tunafahamu kwamba uhai wa ngazi zetu zote shina, tawi, kata, wilaya na taifa unatokana na vikao. Tusipokuwa na vikao, hatuwezi kujipima, hatuwezi kujipima tuna nguvu gani, tunapumua kwa kasi gani, na hatuwezi kujipima sisi tuko hai kiasi gani. Hivyo basi, shina kama sehemu ya mwanzo kabisa ya mifumo yetu ya Chama cha Mapinduzi ni lazima tujiridhishe kwamba tunafanya vikao vyetu, tuhakikishe kwamba shina lile linapokuwa linakuja kukomaa na kuwa mti mkubwa unaoitwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo, tufanye vikao vyetu. Tunapoingia rasmi katika chama, ni lazima tujiridhishe kwamba sisi kama wanachama kupitia mashina yetu tunaelewa malengo na wajibu wetu, kwani ni katika ushiriki wetu ndipo ambapo tunaitwa mwanachama halisi wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi tushiriki kikamilifu kwenye mikutano yetu kwenye vikao vyetu, kwani ni kupitia vikao hivi tutapata taarifa za nini kinaendelea, tutabadilishana uzoefu tutabadilishana yale ambayo tunayapata kutoka kwa wanachama wenzetu na jamii yetu, na hapa tutakuwa na taarifa kamili za kukisukuma Chama cha Mapinduzi katika ngazi zinazofuata, kutekeleza yale ambayo tumeyasimamia, kwani tutakuwa tumepata taarifa zote kupitia vikao vyetu vya kwenye shina. Mimi sio wa kukuambia ni nini, lakini tunajua kwamba tunao wajumbe watano balozi na wajumbe wake. Tunao viongozi kwa hapa tulivyoona waliobobea na wanaojua mazingira ya shina. Wao wakihakikisha kwamba shughuli za shina zinakwenda vizuri, basi watakuwa wamehakikisha kwamba tuna mpangilio katika kutimiza majukumu yetu katika kusogeza mbele gurudumu la maendeleo la taifa letu, na hivyo basi ni rai yangu kwenu waheshimiwa viongozi, ndugu viongozi wote mlioko hapa, tufanye shughuli zetu kwa uwazi na kwa uwajibikaji, ili wanachama hasa sisi viongozi, wanachama wajue kitu gani kipo kwenye chama chetu. Wanachama wajue yapi wanaweza kutushauri, yapi wanaweza kutuletea ili kuimarisha uhai wa chama chetu.